Kamati ya ulinzi na usalama mkoani Dar es Salaam ikishirikiana na jeshi la polisi na TAKUKURU iliyopewa jukumu la kuchunguza mradi wa jengo la biashara la Machinga Complex imebaini ubadhirifu mkubwa wa fedha za ujenzi wa jengo hilo, ikiwemo mkataba wenye utata na malimbikizo ya riba ambayo inaongezeka kinyume na utaratibu. Hamis Suleiman anaarifu zaidi. Akizungumza na andishi wa habari Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda, ambaye alikabidhiwa usimamizi wa jengo hilo na waziri wa nchi ofisi ya rais TAMISEMI George Simba Chawene Aprili 19 mwaka huu, baada ya kuvunja bodi kutokana na jengo hilo kuendeshwa kwa hasara, amesema mkataba unaonyesha kuwa gharama ya jengo hilo ilikuwa bilioni 12.7 lakini mara tu baada ya kukabidhiwa jiji jengo hilo, NSSF ilikuwa inalidai jengo hilo shilingi bilioni saba. Aidha, amesema jengo hilo lilitakiwa kuwa na vyumba laki moja lakini hivi sasa kuna vyumba 42,000 tu, huku vyumba vingine 58 havijulikani vilipo, huku kila upande ukipungua ghorofa moja, tofauti na mkataba wa ujenzi wa jengo hilo, kabla ya miaka miwili haijaisha, kwa sababu lile jengo halikuwa linajengwa na jiji, ilikuwa linajengwa na NSSF, na, wa na, na wao ndio walitafuta mkandarasi. Matokeo yake ni kwamba kabla ya miaka miwili kuisha, ambayo ni grace period, tayari washaanza kudaiwa interest na siku wanakabidhiwa jengo tarehe 25 Mei elfu mbili na kumi wamepewa jengo likiwa linadaiwa riba ya bilioni saba. Kutokana na kadhia hiyo, mkuu wa mkoa amependekeza hatua kadhaa zichukuliwe na Waziri Simba Chawene kutokana na deni kubwa la shilingi bilioni 38.7 huku jengo hilo tangu lifunguliwa likiwa limelipa milioni 500 tu, huku wahusika wote NNSF na halmashauri ya jiji wakitakiwa kuchukuliwa hatua ili fedha hizo zirejeshwe, madamu waliamua kujikopesha wenyewe wakaamua kujenga wenyewe na mwisho siku wamekuja kukabidhi jengo ambalo liko nje ya utaratibu waliokuwa wamekubaliana tangu awali. Tumesema moja, wavunje mkataba NSSF wachukue jengo lao, lakini ardhi ibaki kuwa ni ya jiji, na jiji wakubaliane nao namna gani wataweza kuwalipa. Ama la pili, wakishindwa hilo, watu wa NSSF walikabidhi hilo jengo kwa jiji eh? Khamisi Suleman, Channel 10, Dar es Salaam